Wote wameorodheshwa kama wanyama wako karibu hatari ya kuangamia. Hatari kubwa ni binadamu, sababu wakitoka kutaga mayai binadamu anawakula, pia wanachukua hiyo mayai yao na wanaikula. Wasayansi wanasema kati ya mayai elfu kumi ambayo hutagwa uh, kama kumi tu ndiye huokoka. Uh, so uh, yesafarifr hivyo vifaa vitatusaidia sana kwa sababu wale kasa wakitaga, wakati mwingine, wanakutaga sehemu ambayo si nzuri, labda aidha sehemu iko na majimaji ama iko na mizizi, hiyo sehemu itakuwa si nzuri na hiyo nesti haitaachi vizuri. Kwa hivyo, hivyo vifaa kama ndoo itatusaidia kuhamisha yale mayai mpaka sehemu nyingine, na lile shepe litatusaidia urahisi kuwachimba ule mchanga kutoa yale mayai na ile taul itatusaidia kufunika pale mahali ili mayai yasipate jua. Kasa wana muhimu sana kule ndani ya maji, wanatuwekea bahari yetu safi. Wale wazunguneta marine ecosystem balance na weko ni kasa, na huku juu kwamba ni kivutio cha watalii e, mara nyingine sana sana sana, kama kasa wameebuka hususan wako karibu na kutaga, wao wakukonyezwa fishing ground zetu na huwa ndo tunapata samaki zaidi na wavuvi, wakati kama ameshika kasa bahati mbaya, tunaweza kukompenseti vipi, kumlipia ile neti yake, alafu ana kama ni boya, kama ni zana za kiuvuvi, tunamrudishia ili amwachilie kasa akiwa yuko salama.